Kwa hiyo mke atabakia katika nyumba hile hile aliyowekwa na mume tokea mwanzo. Mume atamhudumia mke kwa huduma zote kama vile vile aliyekuwa mkewe wa mwanzo kabla ya kumwacha, sawa. Kitakachotokea ni kuwa kwamba mume na mke watatenganishwa katika mazingira ya malazi, aidha mume atakuwa chumba chingine na mke atakuwa chumba chingine. Umeeleweka eh? huduma zote mke atakuwa na wasa wa kuweza kujiremba wa kuweza kujipodoa vizuri kwa ajili ya mazingira ya mume. Mashehe wengi na ukitizama mama zetu wengi wanaenda kwenye maholi wapi, wanaumwa na majini na mashetani, leo anatolewa jini huyu leo anatolewa jini ule, lakini bado at least unakuta majini tena wanarudi tena wanavamia wa watu sukuli, wanaumwa watu, nini, watoto wetu wengi na utakuta mashehe wengi tupo na dua, na dua nyingi zipo tunazisoma. Je, kwa nini, kitu gani kinachotufanya hivi hata tunakuwa hatufanikiwi? maana kweli mitihani Mwenyezi Mungu kaileta na tukimwomba, natu, natu, Allah hutupunguzia. Lakini sasa hivi ndugu Waislamu, kupunguziwa inakuwa si rahisi, ndipo tunazidi kitu gani tunachokifanya nafsi zetu. Ndugu Waislamu, hatukujielewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema nyumba ya Mwenyezi Naam, kwa leo insha Allahu taala tunaendelea na silsila yetu ya hadithi arbauna Nawawi, na leo tutaingia alhadithu tasi'a ashara, hadithi ya 19 ambayo imepewa anwani ya aunullahi taala wa hifdhuhu wa nasruhu wa taayiduhu, msaada wa Mwenyezi Mungu mtukufu wa hifdhuhu na hifadhi yake, wa nasruhu na vile vile pia msaada wake, wa taayiduhu na kutia msisitizo kwake ama kutilia nguvu kwake Allah tabaraka wa taala. Msimulizi wa hadithi ni Abdullahi ibn Abbas radhiyallahu anhu, ambayo imeanza na an Abi Abbas Abdullahi ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala

na wakati huo ilikuwa yeye ni mwenye kupanda katika mnyama wake n yani, Mtume swalla alayhi wasallam yuko mbele na Abdullahi Ibn Abasi yeye yuko nyuma, aliyakuwa akapanda kipando chake cha mnyama faqala, Mtume swalla alayhi wasallam akasema kumwambia Abdullahi Ibn Abasi, ya ghulamu, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin hakika yangu mimi ninakufunza maneno maneno hayo, wakamwambia ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah tabaraka wa taala, kwa maana mjue, kwa kuijua ile mipaka yake Allah, hukumu zake na yale ambayo Mwenyezi Mungu yote aliyoyakataza. Ihfadhillah yahfadhuka, muhifadhi Allah kwa maana ijue mipaka yake Allah tabaraka wa taala, najilazimishe na yale na mambo ambayo kwamba kwa alio yafaradhisha, na ujiepushe na yale mambo ambayo kwamba kwa alio yaharamisha. Ukifanya hivyo, yahfadhuka Allah tabaraka wa taala, na yeye vilevile pia atakuhifadhi, atakulinda nafsi yako, watu wako, dini yako, mali yako. Unapokuwa umemuelekea Allah tabaraka wataala, akamwambia tena ihfadhillaha, muhifadhi Allah tabaraka wataala. Tajiduhu tujahak, utamkuta yeye Allah tabaraka wataala yuko upande wako wewe, yuko mbele yako. Tujahak bimana amama, ama upande ule ulio wewe Ndo Allah tabaraka wataala yuko kwa kukuhifadhi na kukutulia, msisitizo mkazo, na kukunusuru, kama hiyo anwani ilivyokuja hapo, kwa Mungu hatokuacha mkono, atakuunga mkono, ayo pamoja naye. Akamwambia idha sa'alta fas'alillah, utakapokusudia kuomba ama utakapotaka kuomba, basi fas'alillah, muombe Allah tabarak wataala chochote katika shuuni dunia wa dini. Katika mambo ya kidini na kidunia, utakapotaka kumuomba basi muombe Allah tabarak wa taala, na hususan katika yale ambayo pengine mwanadamu kwa njia moja ama nyingine hayawezi, basi zaidi muelekee Allah tabarak wa taala. Lakini pia katika yale ambayo kwamba hata mwanadamu pia anayaweza, kwanza mtegemeze nani? Allah tabarak wa taala Idha saalta fasalillah, utakapotaka kuomba basi muombe Allah tabarak wa taala katika mambo yako ya kidunia na katika mambo yako ya kiakhira. Wa idha staanta fastain billahi, na unapotaka msaada basi muombe Allah tabarak wa taala, yeye ndiye akusaidie. Wa idha staanta, utakapotaka msaada, fastain billahi, basi mtake msaada Allah tabarak wa taala katika mambo yale yale ya kidunia na mambo ya kiakhira, basi mtaki yeye msaada. Waalam akamwambia nafahamu, amajua anna al ummata kwa hakika umma, sawa eh? Kwa hiyo hapa maana yake wale wote ambao kwamba ni ukhala wenye akili, ukiwatoa viumbe wengine wote waliobakia kama wanyama, nani kile mwenye akili ndio inaingia walam anna lumma, hakika umma. Umma lau ijtamaat ala an yanfauka bi shay'in, lau kwamba wanajikusanya ili wakukunufaishe wewe wa chochote kile, lam yanfauka, hawataweza kukunufaisha wewe illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka, isipokuwa kwa kile tu kitu ambacho Allah tabaraka wa taala amesha kuandikia wewe kukufike, yani katika lauhi mahfudhi huko kaandika wewe, kuna siku likukute jambo fulani kupitia katika mikono ya fulani, hilo ndio utakalokufika. Lakini wajitamau ala an yadhurruka bi shay'in, na pindipo wakijikusanya wao ala an yadhurruka bi shay'in, ili watake wewe wakudhuru kwa kitu chochote kile Lam yadhurruka illa bishaiin qad katabahu llahu alaik, hawataweza kukudhuru wewe kwa kitu chochote kile isipokuwa kile ambacho katabahu llahu alaika. Allah tabarak wataala amesha kuandikia wewe kitu hicho, bala hilo likufike. Iangalie kule ilipokuja katika msaada, haikuja alaika, ilikuja illa ma kad katabahu Allahu laka, lakini ilipokuja katika shari ikaja nini? Alaika. Ndo kuna tofauti hapo. Alaika maana yake kwamba ndo lana hiyo nalaka kwa maana khairi hiyo ikufike, ndo maana huku haikuja kwa laka, bali ilikuja kwa alaika, sababu hii huku ni shari kufike wewe, na ile kule ni wewe. Rufi'at al-aqlam, kalamu zimeshaandikwa, zimeshanyanyuliwa kwa maana kwamba zimeshanyanyuliwa hazifanyi kazi sawa, eh? Kwa sababu gani? Kila kitu Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ndio amesha, ameshakikadiria kitokezei, kitatokezea kile ambacho kwamba kilichoandikwa kitokezea, kitokezei. Ndio maana ya rufi al aqlam, rufiat al aqlam, kalamu zimeshanyanyuliwa wajaffat suhufu na karatasi zimesha kuwa kavu zimesha kuwa tupu kavu, jaffa asuhufu, kwa maana kwamba zimesha jamri zote ambazo kwamba Allah tabaraka wataala mambo yote ambayo kwamba kayakadiria na maana ya hivyo kwamba, na kwa maana ya suhufu yale ambayo kwamba Allah tabaraka wataala aliyoyakadiria wa kila viumbe tokea katika lauhi mahfudhi ya mfike ikiwa ni la shari ikiwa ni la kheri. Wa jaffati suhufi kwamba intaha al-amru wa istiqraruhu istiqraruhu, tena huko hakuna kuwa la tabdila, hakuna mabadiliko kwa lile ambalo kwamba Allah tabarak wa taala alolikadiria litufike, ilo halina mabadiliko. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihi na akasema kwamba ni hadithi hasan na ni sahihi kabisa, lakini pia ikaja katika muundo huo huo ambao kwamba kaipokea Imamu Tirmidhi, wa fi riwaya tisamani hairi Tirmidhi, sio kwa ya Tirmidhi imekuja ihfadhillah, tajiduhu amamaka, ndio ile ile pale ambayo tajiduhu tujahak muhifadhi Allah tabaraka wa taala, kwa maana ile mipaka ya mwenyezi Mungu. Ihifadhi tajiduhu, utamkuta yeye Allah amamaka, yuko mbele yako, ama amekutangulia kwa kukidhia zile haja zako. Akaendelea akasema, taarraf ilallahi fi rrahai yarifuka fi shidda, jitambulishe kwa Allah tabaraka wa taala ule wakati ambao kwamba umo katika raha ukunjufu wa maisha maisha, alhamdulillah, chakula unapata vizuri, mahitaji yako unayohitaji yanakwenda vizuri, ndio raha ukunjufu wa maisha. Jitambulishe kwa Allah basi, yaarifu ka fi shida, na Allah atakutambua wewe pale ambapo kwamba unapokuwa katika shida, kwa maana kwamba atakutatulia matatizo yako. wa lam na elewa mafahamu na majua na ma Akhtaaka, lam yakun liyusibaka wama asabaka lam yakun yukhtiaka, anasema jua, Yu annama akhtaaka, yaleyote ambayo kwamba yamekukosea ya wewe yamekukosa wewe, basi lam yakun liyusibuka, hayo moja kwa moja hayakuwa kwamba we yakupate usije ukasema kwamba mimi mjanja wale mimi hawanipati lile mimi halinipati Tukia mwanzo huko Allah tabarak wa taala ishalikadhiria kwamba wewe lisifanye nini, lisikufike. Wamaasabaka, na lile ambalo linalokufika wewe, basi lam yakun liyukhtiaka, halikuwa hilo kwamba wewe likukose, lazima likufanye nini, likufike, ndio likakufika. <coughs> wa alam nafahamu, anna an-nasra maa sabri, siku zote nusra ya Allah basi iko pamoja na nini? Kusubiri. Lazima usubirie mashaka, usubirie matatizo. Wa anna alfaraja, na kwa hakika faraja ma alkarbi, iko pamoja na shida. Kwanza upate shida, baadaye ndio upate faraja. Kwanza usubirie, baadaye upate nusra. Tupo eh? Akaendelea akamwambia, waanna maa usri yusra, na kwa hakika pamoja na zikii ama pamoja na uzito, basi mwisho wake kuna nini? Kuna wepesi, kwa sababu mara zote jepesi moja haliangushi samani zito moja, haliangushi mepesi mawili. Ndio Bwana Mtume sala alivyotuambia la yaghliba usrun yusraini, zito moja haliangushi mepesi mawili. Ikaja fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yangalia hiyo neno al-usra imekuja kwa marifa alif na lam, lakini yusra zote mara mbili imekuja kwa nakara: fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra. Na watu wa lugha wanasema na wana kaida yao wanakwambia, idha takararat lmarifa, zile ismu marifa zinapojikariri mara mbili zinakuwa bimanan wahidi, kwa maana moja tu, lakini pia nakara zinapojikariri mara mbili, wa inna nakara idha takarrarat, nakara zinapojikariri mara mbili ama zaidi ya mbili, basi likulli wahidin minha maana, kila moja ina maana yake. Na ndio maana ukaambiwa kwamba zito moja haliangushi mepesi mawili, ikaja fa inna ma'al usri yusra. Kuna hapo ndio alimwambia hivyo hivyo, wa anna ma'al usri yusra, inna maal usri yusra. Hona na kwa hakika, pamoja na uzito basi mwishowe kuna nini? Kuna wepesi hapa tupate ziki aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu tuyafanye kwelikweli kwa hali na mali, aliyotukataza tuyaepuke kwelikweli kweli kwa hali na mali. Lakini mwisho wa siku tunakoelekea katika maisha yetu ya milele kuna wepesi huko ambao ni pepo, lakini kwanza hapa tule ngumu. Sawa sawa, tukifanya hivyo basi mafanikio insha Allahu taala yatapatikana na tukiwa tumekosea hivyo, hasara inatusubiria katika mwisho wetu huko wa milele. Naam, kwa hiyo ndio katika riwaya hiyo imekuja kam, namna kama hiyo, ukiitoa hii ambayo kwamba kaipokea Imamu Tirmidhi, riwaya nyingine zimekuja katika sampuli kama hii. Ama ahamiyatul hadithi, umuhimu wa hii hadithi hapa Ibn Ibnu Rajabu Alhambali fi kitabihi kasema, Ibnu Rajabu Alhambalii katika kitabu chake inaitwa Jamiul Ulumi Walhikami, ambaye na yeye huyu kazisherehesha kazi kazi hadithi hizi hizi 40 lakini akaongeza na kumi. Kitabu chake kina, kina hadithi ngapi? 50. Ibn Rajab al-Hanbali kinaitwa Jamiu ul Ulumi wal ul Hikam, kipo madukani, kimo kinauzwa shilingi elfu kumi kwa nilipo kikomesha mimi, zizo na yeye ikazisherehesha hadithi kama hizi za 40, Imamu li Nawawi. Wa hadha alhadithu, hadithi hii akasema yatadhamanu, inadhamini wasaya adhima, wasia ambao kwamba ni mtukufu mno wa kawaida kulliya, na ina hifadhi vile vile na dhamini kawaida kulliya, misingi ama kanuni za ujumla. Min ahami umuri dini, katika mambo muhimu mno miongoni mwa mambo ya dini yetu hii ya Kiislamu. Hata qala ba'du lulamai, mpaka wakasema baadhi ya wa wasomi eh, tadabbarati hadha alhadithi fahadhashani samaan tadabartu hadha lhadithi. Ibnu Rajabu Lhambali nasema kwamba kuna baadhi ya wanawazuoni walisema kwamba nimeizingatia hadithi hii fahadhashani, ikanishitua wakitu atishu na nikakaribia, maana yake mzigo kaini, kunishinda atish, maana yake ile kuelemewa kama na mzigo hivi Akasema fawa asafan min aljahali bihadha alhadithi, ni masikitiko aliyoje min aljahali kwa yule ambaye kwamba aliyekuwa kajingikiwa hiki swali, si kama kitafahamika. Maana yake ni mtu mjinga afahamu hii hadithi, ndio kujingikiwa na kitu. Asema fawa asafa, ni masikitiko makubwa yaliyoje min aljahali bihadha alhadithi, kutokana na kujingikiwa ama kutokana na kutokuifahamu hadithi hii wa kilati atafahumi fahamu maana yake hii hadithi akaishia hapo, katika maneno yake. Kwa hiyo ukienda katika kitabu chake hicho Jamiul Ulumi Walhikami, maelezo haya katika hadithi hii, utafanya nini? Utayakutia ambayo ameyasema Ibn Rajabi Al Hanbali. Kwanza nasema mima yufiduhu al hadithi, na katika yale ambayo faida katika hadithi hii, yuhsinu lil muallimi. Kwanza nasema ni vizuri ama vyema kwa mwalimu an yaltafita intibaha almutaallim, akengeuke kumzindua yule ambaye mwenye kujifunza wa yadhkur lahu, na amtajie amkumbushe, annahu ya kwamba yuridu an yuallimahu, anataka kwamba yeye amwelimishe kabla an yatba bi'ita'i bi bi alma'lumat ilayhi, kabla bado yabda hajaanza bi'ita'i alma'lumat ilayhi, kumpa taaluma liyakuna awka fi nafsihi, ili hili liwe limekaa zaidi katika nafsi yake, ili la kujifunza. Wa yashtadda shauqahu lilmuallimi, na iwe kubwa ile shauku yake ama hamu yake lilmuallimi, kwa mwalimu. Wa yakbilu alayhi biraghbah, kwamba mwenye kujifunza hapo anapo taka kumfunza. Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam Amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimshukie juu lake, samin husni